eruruoerurukamano rais hapa Rongo, mimi nilipata heshima ya kuwa mbunge hapa nikawa seneta na sasa mimi ni gavana. Unaona wakinishangilia hivyo hao, na mimi tua tunatembea pamoja wauookakanyaklagosekwauodhi jorongo umor

Ber kose ok ber jorongo untie. Kwa hivyo rais, tunakushukuru sana. Sisi watu wa Migori, viongozi wa Migori, wale walichaguliwa na wale umewateua, tunatembea pamoja kwa ajili na kwa heshima ya hao wananchi. Tukija kwako, tunashukuru sana wewe, unatufungulia mlango haraka sana, vile ulinifungulia. Huyu rais ni mtu mzuri. Yeye ni rais wa kwenda field. Wa kwenda wapi field? Si hapa Rongo ni field work. Hapa Rongo ni field work. Asante sana. Ya pili na ya mwisho. Rais, vile ulituruhusu tuongee na ndugu yetu Hinga. Hinga ametupanga vizuri pale opapo, kutakuwa na soko ya kisasa. Najua amekueleza pale, riosiri inaendelea. Umesema hapa modern market iko ingine kule cha Mgiwadu, na mimi najua vile unasema itakuwa. Mimi nikimalizia, mimi nikimalizia hapa Rongo, tuko na sisi kama kaunti tumepeana shamba ya affordable housing, na watu wengi watakuja hapa mimi naomba kwa hiyo programu ya affordable housing tuongezewe pesa kidogo, tuwe na hospitali mzuri, kwa sababu watu watakuja kuishi hapa Rongo. Na ile ya mwisho kabisa, ile ya mwisho kabisa, halo, ile ya mwisho kabisa, Rais, hizi vitu unafanya hapa, najua utarudi hapa kila wakati na ikifika 2027 au watu watakuzoea, watoto wadogo wamezaliwa watakuzoea na watakuwa wanaimba tu Ruto, Ruto, Ruto, Ruto, Ruto. Asante sana.